Ah, Mr. Baraka, vipi ulifuata dozi yangu? Ndiyo daktari, nilifanya kazi kwa saa kumi kila siku kama ulivyonielekeza. Ongera sana, nazani zile sauti sasa zimepotea. Mr Baraka, zimepotea kabisa, daktari. Nilijua tu, nilikuambia hii dawa ni nzuri sana, Mr. Baraka. Ah, daktari, ila sasa nina tatizo lingine. tatizo gani tena Mr. Baraka? Ah, daktari, sasa nikikaa bila kazi, kuna sauti mpya zinanibana kichwani Zinakuambia nini? Zinapiga kelele, nenda kafanya kazi, nenda kafanya kazi. <laughs> Ah. Mm. Sasa kichaa kimeondoka, umekuwa mtu wa bidii sasa. Hongera sana Mr. Baraka. <sighs> Daktari, sasa nimechoka, hakuna dawa ya kutuliza hizi sauti mpya? Ndiyo, dawa yake ni mapumziko baada ya kazi. Aisee, sasa najua siri yako daktari. Wewe sio daktari wa kichaa, ila ni daktari wa wavivu.